You know, to advance their selfish agendas, that your time is up we want a situation whereby our leaders are held to account with everything they say, with everything they do. And that's why we are calling on the count commissioner. Usiache mtu yeyote ambaye ana misbehave kwa sababu yeye ni kiongozi. Utakuwa mfano mzuri tu kuona kiongozi mmoja ameshikwa amewekwa pingu kwa sababu akawa incite vijana waende kupigana. As a movement, we have uh, been able to do that. But uh, maybe as we progress, we are going to you know, put in much efforts to call on these particular leaders. And as I've promised that two days to the elections, we shall have a peaceful, you know, procession just to call on IEBC and the security apparatus to ensure that we have a peaceful election and the Chwele Kabuchai people are given the perfect opportunity to choose their preferred leader. Nimeambiwa pia gun Imeanza kuwa kitega uchumi, yani ni kazi, lakini nataka kusema hii kitega uchumi pia serikali iangalie kwa makini, si nzuri mwananchi wa kawaida anava, anapopata nguvu zaidi na kuvunja sheria kiholela na anaachwa huwa inakuwa ni mbaya zaidi. Kenya inaweza tumbukia katika vita vichafu sana. Isiwe ni sehemu ya kazi, lakini iwe ni maeneo, pia inaweza lisha watu kiutaratibu kwa kufata sheria. Hiyo ndio ombi langu la tatu ni kifuatisha county commissioner, kazi ambayo umeifanya pale Chwele Kabuchai, tunaweza sema kwamba ni nzuri, lakini haujaimalizia asilimia mia moja. Mimi naomba hivi kwa sababu midia y kuonyesha peupe watu wakipigwa pale police station ka Chwele, zingalipo zinaonekana vilevile. Kuna jamaa walikuwa na pingu ambazo hazifai mwananchi wa kawaida raia Mkenya mzalendo akuwe nazo ila serikali peke yake ambao wakiongozwa na polisi. Tuliona watu wakifunga watu wenzao pingu, wakipeleka police station. County commissioner kazi bado ungali nayo, na nakuhakikishia na kwamba kama utafanya sehemu hiyo ikamilike, utafanya watu pale Chwele Kabuchai kuto kujichukulia sheria mkononi. Nataka kuomba Papa wa Roma, wewe si leader wa Kabuchai Chwele, oda zile ukifika Chwele Kabuchai tafadhali, unatoa zinanit, zinanitia wasiwasi kidogo. Papa wa Roma hafai, ukifika Chwele Kabuchai unasema hii ni bedru, watu wengine wataenda wakikimbia, hatiatabu tima ati wengine kura kwenda kufika watakuwa wamevuka mpaka wako Uganda. Wewe kiongozi wa taifa la Kenya, hebu sijui hii spika ni ya Kabuchai Chwele ama ni ya Kenya au viongozi wale wenye umeenda huko, hao ndio sasa wanakosi kiongozi kwa sababu na mobilize wanatumia vijana wetu vibaya kushika mipini wakipiga watu wengine. Tunaomba hao viongozi wetu, tunajua kwamba saa hii mnatumika vibaya, unjui sisi vijana kuna ile kuna, kuna, yale ambayo tunaika kutoka kwenu. Tunachangaza viongozi, mnatumia matamshi ambayo mnatumia, unajua una, kiongozi tu mkubwa ule mwenye tunaheshimu, ukisimama ukisema kwamba watu wengine watapiga kura kama watu wengine hawako, yani kura itapiga kama watu wengine hawako. Matamshi kama hiyo hiyo ndio inafanya hao vijana wetu wanakuwa asira na wanaenda, wana, wanaharibu vitu so ndakuambia kuwa waje kura ipika kwa amani na watu wafurahie enyewe kula imepigwa. Sasa kwanza spika, huko ni kwako na wewe ni spika na madrid Kenya, nataka tuone heshima yako, nataka tuone vile unafanana tujue uzuri wako, najua ni upaya wako ni gani.